Kwenye kwenye video I think sasa hivi video nyingi ambazo zinaenda uh, zina, zina shida moja. Ukiangalia ukisikiza ile sauti yake unaona kuna mwangwi mwangwi fulani unapigwa, mm, lakini ile sauti haipo haipo clear. So ukiplay hata video mbili mm, tatu za za akili unde utaona kama akili kama ina, ina mwangwi <coughs> alafu uh, angalia kuangalia ile uh, lip sync. Mtu akiongea lip sync inakuwa kama iko tofauti, afu kitu kingine, video mtu mtu anaongea, sometimes una, unaangalia hii camera unaangalia unaiona una lakini akili ndio shangia anaangalia hivi, yani anaana ile orientation nzuri ya kamera, kwa unaweza kuona mtu gani mtu na, ana, ni, ni video lakini kama mtu anaangalia pembeni mm. unaona, sema hii sio kama picha kama hii video kama video kama sio halisi. Angalia mazingira ya koje ya koje mm. so unavila, kuna vile kuna ile inakuwa kama na, na shadow hizi mm. vivuli vivuli ambavyo hata vieleweki kwa mtu kawaida, unapotembea jua likupiga vivuli so hizi picha za hizi video za kiliunda za kwa kama mm. um, kama sio sio si, si, halisi flani hivi <laughs> lakini kwenye picha um, angalia anza kaangalia kama kuangalia hivyo viungo ambao viungo vya binadamu mostly, ni fingi vidore uga inakosea sana shinge vidole, maybe kidole gumba hakipo okay. yeah, mm. ya picha imetengenezwa kidole gumba hakipo mm. mara mikono iko iko sita vidole viko sita um, au mara meno yamekaa kama viboksi au <laughs> <laughs> <laughs> mtu ana smile ambayo sio natural, ni mara mtu so unaweza ukaangalia uka, uka, uka, uka picha vizuri au kuangalia lakini kiukweli sasa hivi mimi naweza kusema um, tunakoelekea, hmm, inakuwa pia ni ngumu sana kugundua picha. Hmm, yani kwa cha muhimu mimi ambacho kama ili uwe tu salama, lazima uangalie picha imetoka imetoka wapi, kwa sababu hmm, teknolojia mimi nimejaribu hapa, naona inakuwa vizuri kiasi kwamba inakuwa ni ngumu sana kujua kama hii picha sio uh, unde. Lakini pia unaweza kujitahidi um, ya kuangalia hizo hizo, hizo baadhi ya ya sifa za picha ambazo ni za unde na video ambazo ni za unde. Hmm, yeah, kwa naweza nikasema hizo ni kama tips ambazo unaweza kuzitumia kuangalia kama hii ni unde au si unde. Um, yeah. Au tools, tandaoni, tools, uh, unde, si unde yeah, au unaweza kutumia pia tools kwa kuingia mtandaoni ukiangalia hizi tools za kuangalia kama kiliunde si unde.